He tuweze kuzungumza michezo na burudani hii ni Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani na ripoti moja kwa moja kutokea katika viwanja vya Jeti Rumo, mitaa kabisa ya airport. Niye na madhumuni yangu, nimekuja hapa kwa ajili ya kukupasha kinachoendelea kuhusiana na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, wao wananiambia safari moja kwa moja wanaelekea moja kwa moja nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuwawai klabu ya soka ya Stade Malien kutokea pale katika taifa la Mali. Mzee wangu, mzee Malinyi, kwema? Kwema. habari ya kwako Sima upo. Uzima upo ndugu yangu, simu yako imenishtua kidogo. Ndiyo, kwa nini imekushtua? Naenda wapi? Tunaelekea Mali, tunakwenda Bamako kwenda kuisapoti timu kwa sababu lile lilotokea hapa siku ya Jumapili limetushtua kwa hiyo tunachukulia kwamba ule mchezo wa Mali kama tunakwenda kucheza nyumbani, huo hapa ulikuwa kama ugenini. kwa hiyo tunakwenda kuisupport timu kwa ajili ya kupata matokeo ya point tatu ili turudi hapa tuweze kushinda mechi inayokuja. Mbona kama mmedhamiria hivi wazee wangu, alafu bado mapema, mnacheza tarehe thelathini. Leo ni siku ya juma nne, mmeanza safari mapema. Juma nne leo juma tano leo juma tano ya hey, mipango. Hmm, lazima tukafanya mipango mapema. Hmm, sawasawa, ili ujue njia ziko wapi? Kiza kiko wapi? unapenyea wapi? sawa sawa. Unajua, unapotaka kumkamata mwizi au unapokwenda kwenye mapigano ya kivita, lazima uzijue njia. Kwamba mimi nitatega hapa mzigo wangu au nitakwenda hapa au nitapenya hapa, nitamshambulia adui yangu hapa. Sasa lazima tutangulie mapema, ili kwa sababu ya kwenda ku support team, tunahakikisha piga uwa, tukapate point 3. Mlikosea wapi mchezo wa kwanza? Aa, ni makosa tu ya mpira makosa ya mpira, japo kweli tuna laumu, tumemlaumu sana mwalimu kwamba mwalimu pengine amefanya uzembe kwamba mechi karibuni ya tatu anacheza bila striker. Sawa so, sawa so, ijayo kutokea duniani kitu hicho kwa sababu hata kina Ronaldo nani huwa hawawekwi nje. Lakini pengine tuseme tu game plan yake kama ilikuwa nzuri, lakini baada ya kufika half time baada alipoona game plan yake imekataa, alitakiwa aingize watu, aingize ma striker. Alichokifanya? Ah, dakika 80. Mtu anakwenda kufanya nini? Au usahau Samuel Eto'o alimkatalia Guardiola. Kuna kumbukumbu hiyo? Samuel Eto'o alimkatalia Gadio dakika 80 na kwenda kufanya nini mimi sasa hivi? Unaniingiza dakika dakika 10 nikafanya nini? Siingii. Dakika kumi na kwenda kufanya nini? Afadhali dakika 45 kwa sababu nitakwenda kupigana kwa jasho na damu. Labda nihakisha napata matokeo. Dakika kumi unakwenda kufanya nini? Kwa sababu dakika kumi wakati anaingia tushafunga goli dakika 78. Sawa? Dakika 78 tushafunga goli. Baada ya kufunga goli kwa sababu wale, wale Petro walipokuja walipo walipo hapa game plan yao ilikuwa ni kutoa sare ili wavizie matokeo nyumbani kwao, lakini wamefanikiwa kupata goli. Baada ya kupata goli ndio wakawa sasa goli halirudi. Sawa sawa, tunaweka wakati mgumu sasa sisi, tukalazimika tucheze kwa pressure kubwa. Kwa hiyo pressure kubwa ikatusumbua, ikatufanya tushindwe kupata goli. Mwalimu mipango yake haikuwa mizuri kwenye mchezo wa siku ile. Game plan yake haikuwa mizuri kwa sababu alipoona dakika 45 zimekwisha, anajilipua tulimuona ucheba jilipua hapa na hisi vita

sawa so, sawa. Simba ina watu. Simba inataka matokeo tu, sio kitu kingine chochote kile. Japo tunasema mpira una matokeo matatu, lakini hasa kwa sababu Simba na mashabiki wengi, sisi lengo letu kubwa ni matokeo tu ya kupata point tatu, hasa unapokwenda kufunga kizembe namna ile. Lama tukulaumu. Anataka ajirekebishe. Amekuja kufundisha timu kubwa. Kama anataka kuweka CV, ajirekebishe kwenye upangaji wake wa timu. Sawa? Kwa sababu tutamuona ni mtu wa ajabu, kocha, mechi kadhaa unacheza bila striker kila mechi we, mfumo huo huo tu ucheze bila striker, kisa anasema eti yo, sijui aliona wale mabeki wawili pale wazuri sana. Mimi sikuona kama kuna mabeki wazuri wale. Mabeki wote wale wenye miili mikubwa kwanza walikuwa wazito. Mimi na imani kabisa, baada ya dakika 45 zile kwisha, alitakiwa mpanzo ampeleke nje. Alitakiwa huyu Neo Maema ampeleke nje, sawa sawa. Hata yule Moses Abraham alitakiwa ampeleke nje angetia pale uh, unatia pale angekuwa anacheza double striker. unatia Sulemani mwalimu, unatia nasoa. Kwamba soa unakwenda kusimama na Sulemani mwalimu kusimama na. Alafu, kwa sababu ya na game game ilikuwa nyepesi kabisa yani mm. Afadhali tungefungwa na Singizini kuliko kufunga na Petro Rwanda. Afadhali tungefungwa na Singizini kuliko ni Petro Rwanda. Timu nyepesi kabisa. Lakini tunasema yote kwa yote mchezo umekuisha. Sawa, tunakubali matokeo. Swala la mchezo ule tunaachana nao, sasa tunakwenda Mali. Sisi mm. nenaona... tuna mawazo tete kwa mchezo wa Mali mm ili tukapate point tatu. Tukitoka hapo tuendelee, yeye tukwenda kukutana huko kutoka kwenda kwake mzee wangu, nyuma nikiangalia hapo, naona kuna baadhi ya mizigo. Pengine labda safari hii mmedhamiria kiasi gani haswa na moja kwa moja mkaamua kama mashabiki mfunge safari kuelekea nchini Mali. Kama tunavyokuambia tunakwenda kuisupport timu, tunakwenda kuiongezea nguvu timu, sawasawa. Mimimu wenye Simba, mimi, mimi wenye kwa kwa Simba ya... yetu wenye so Simba yetu sio Simba, Simba Simba watoto watoto wanaosafirishwa eh. wao wanakwenda tu kupata tiketi za ndege, lakini sisi tunakwenda kwa mipango, kwa mipango mikubwa mm. Tunakwenda tunapeleka Kiswahili ndani ya Bamako mm. Tunakwenda kuwachapa, tunazitaka point tatu za Bamako ili tukae sawa mm. Tuweze kusimama ili mechi na experience tujue tunafanya nini. Kitu gani na... hasa ambacho kimewasukuma mfunge safari kwenda huko baada <coughs> ya kufungwa kwa sababu tumepoteza point tatu za nyumbani. Tumepoteza point tatu za nyumbani kwa sababu mashindano haya, mashindano haya, mashindano haya, unatakiwa ushinde mechi zako za ku... nyumbani zote tatu. Kwa hiyo tumepoteza moja, tumebakia na mbili. Kwa hiyo hatuna jinsi, labda tukatafute mechi ya away moja tushinde. Tukatafute mechi moja yawe tushinde, hiyo hii hapa ilikuwa usoni kwetu kupata matokeo. Tukapate matokeo away ili kujiweka kwenye sehemu nzuri zaidi baada ya kufungwa Luanga ya pale inchini Angola. mnaziona ninane haswa, mnaweza kwenda kuzikusanya alama sita, kusanya point. Kufungwa si experience. Kufungwa si ajabu. Kwani, o, au, <tutu> weed, si ajabu nani bwana, kwani awa timu hii tunakwenda kucheza nayo, mimi imetoa sare sawa, hata kama alikuwepo kule, shauri yake shauri yake ya. Sio Simba hii, Simba hii sio ile anayojua diara tunakwenda eh? Tumeamua kuinuka Simba hii ya mara sita mfululizo kuinuka kwa kutoa nauli zetu, tunakwenda kuisupoti timu, tunakwenda kushinda, tunakwenda kushinda, tunakwenda kufanya unyama sita mfululizo. Unyama, unyamani, tunakwenda kufanya unyama ndani ya Bamako sita mfululizo. Nakwambiaje, tunakwenda kufanya unyama ndani ya Bamako sita mfululizo. Tunazitaka pointi zile kwa, kwa jasho na damu, lazima tupate zile pointi, tusimame vizuri mnawaambia nini wana Simba kuelekea kwa mchezo huo? maana ni kama tayari wameshakata tamaa hivi na hawaoni dalili zozote za kufuzu kuelekea robo fainali lihali, si mambo ya Simba hayo. Ah, hizo ha, ni pressure tu hizo, ni pressure za mashabiki wa mpira ambao hawa wadogo wadogo ambao tunasema hawana uvumilivu, wawe na uvumilivu. Mpira uko hivyo, mpira bado, kukata tamaa pengine ibakie mechi moja, mechi moja. tuna mechi tano hapa bado, sawa sawa, lolote lile linaweza kutokea kwa mwingine na kwa mwingine kwangu mimi limetokea, na kwa mwingine vile vile, sio kwamba wengine hawatafungwa, watafungwa vile vile, watapoteza Eh? experience atasafiri, atakuja hapa experience, atakwenda Stade Malien experience, atakwenda Petro Luanda Petro Luanda atakwenda, atakwenda Bamako Petro Luanda atakwenda, experience lolote linaweza kutokea, kwa hiyo twende tukashindane, waache kukata tamaa, waiombe dua Simba, waiombe dua timu, tuisupport timu kwa dua zote ikiwa dua za Kiswahili, dua za kilugha, dua za nini eh? hata mwenye vibuyu vya babu yake vya bibi yake basi avipeleke. Ya tunakwenda kutafuta point tatu, babako mzee wangu. Tarehe 30 kuna matukio mawili kabla ya mchezo wa Simba, lakini pia vilevile nyiye mnaondoka mnaelekea nchini Mali, pengine amuone kama mnakosa haki ya kuenda kusikiliza ule mkutano mkuu wa mwaka A, kwa sababu watakaobaki watakwenda kwenye mkutano mkuu. Sisi tunakwenda kuipigania timu. Kwa sababu hata ule mkutano mkuu ili ukae vizuri, kwanza tupate matokeo kule ya kuipigania timu kusonga mbele. Ili mkutano mkuu ukae vizuri. Hata wale wanakwenda kwenye mkutano mkuu kwa matokeo haya, bado roho zao na mioyo yao haiko sawa sawa. Lakini ndio maana tumegawana. Wengine wamebaki watakwenda kwenye mkutano mkuu na wengine tunasafiri wenye uwezo wa kusafiri, tunasafiri kuifuata timu. Una, una rai gani ya kuambia mashabiki wa Simba Sports Club? Dua tu. Dua. Ae. Dua sana. Waiombee dua. Kwa sababu ukiangalia kufungwa huku, mtani wetu anatuombea mabaya. Mtani anatuombea mabaya sana, tena sana. Lakini mi nafikiri mabaya yake, dua la kuku alimpati mwewe. Anatoka yeye, haendi lobo yeye, haendi lobo. Mi nakwenda lobo, nasema hivi, tulicheza mashindano hapa. Kuna JS Club anakuja hapa, nasema hivi, kuna Ahali anakuja nasema hivi, tulicheza mashindano hapa, tulifungwa ujue, angalia kufungwa mechi goli tano, mechi mbili mfululizo tunafungwa sita tunakwenda ugeni tena tunafungwa ulitano, lakini hatukuchanganyikiwa tulirudi tukajipanga tukatulia na tukaongoza kundi. Kwa hiyo sisi ndio wazoefu na mashindano haya, kufungwa hii mechi juzi wala haitusumbui. Ndio maana tumekwambia, tumejipanga tumetulia, mchezo ule tumesahau. Sasa tunawaza mchezo uliokuwa usoni kwetu na Sedi Marin, tunakwenda huko kutafuta point 3. na mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mkutano mkuu a, mimi nasema tu mashabiki wa Simba walipe kadi zao Watakao kuwepo waende kwenye mkutano mkuu wakasikilize kile kinachojiri, na kama kuna maswali kuuliza, ya kuuliza basi yakaulizwe na pengine lai tu kwa mwenyekiti eh, wa klabu aache kuchagua watu aache kupanga watu kuwapa maiki. Tunamuonya hicho kitu, aache kupanga watu makuna tabia ya kuwapanga watu kuwapa maiki, sawa. Wale ambao wanataka kuuliza maswali yenye msingi na kuisaidia klabu ya Simba huwa hawapi hawapewi maiki wanapewa watu wajinga wajinga tu ambao wameshapewa sumni huko, alafu hakuna anachozungumza. Matokeo ya mkutano mkuu unakwenda bila kuwa na maswali yote ambayo yenye faida, lakini kwa sababu tunapoenda kwenye mkutano mkuu ndio tunapokwenda kuulizana, tunatoka wapi, tunakwenda wapi, tulipokosea wapi, sawa sawa, tukitoka hapa tukafanye nini? Sisi wanachama, viongozi nini, tukafanye kuipeleka Simba mbele, sawa? Lakini sote tunafika pale, watu wanafika pale tena wameshachaguana huko, mike mpe fulani yule, kiomba mike usimpe kwa sababu tayari hata niulizo swali ambalo la kuni comment aa, apokee maswali apokee hoja za watu azijibu sawa. Maka, unapoulizwa maswali yale ambayo ni magumu ambayo yanakuwa na changamoto kwako wewe, ni vizuri utakwenda kuyafanyia kazi, kwamba kumbe nakosea hapa, ili nikayafanyie kazi ili Simba iwe moja, Simba hiyo kitu kimoja, kama tunavyosema slogan yetu hata kwenye katiba Simba nguvu moja. Shukran sana mzee wangu na safari njema na kila laheri heri huko mwendako asante sana. Nitakapofika nitakapofika Bamako Bamako hapa tunatoka tunakwenda mpaka Dubai, Dubai tunakwenda Bamako. Bamako kutafuta Usisa... kwenye okay. WhatsApp. Ukifika ukifika okay. Dubai tunitumie picha alafu tunawajulisha tuna, tuna, tuna watu wa wachapesa. Nitakutumia dereki wala atashemeji utamwonyesha <tumia> kwamba mzee Malinyi karuka kaifuata timu. Inshallah sana mzee. Amina amina.